Msanii wa muziki Vybz Kartel kutokea Jamaica. Huu ni mkali wa danso pamoja na reggae ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 49 yupo huru tangu mapema kabisa mwaka 2024 achiwe baada ya mahakama kubaini kuwa kwenye uendeshwaji wa kesi yake, mbayo tare kwa hudumu kifungo cha maisha tangu mwaka 2014, kuna baadhi ya mambo ambayo hayakuwa sawa. Sasa tangu kuwa huru, ameanza kufanya media tu na heni kupitia breakfast club kuweka wazi kuwa kazi zote za kimuziki ambazo tulikuwa tunazipata, licha kwamba alikuwa amefungwa gerezani, alikuwa akitumia iPhone 5 kurekodia. Hili ni swali ambalo aliulizwa na DJ Mvi kupitia kipindi hiki ambacho kinapatikana pa 105 huko nchini Marekani kumuuliza kwamba sasa ulikuwa jela na ulikuwa ukifanya kazi za kimuziki je? Walikuruhusu kuwa na studio, yani kufanya kazi za kimuziki huko na studio kabisa gerezani? Akasema pana. Alikuwa akifanya shughuli zote za kimuziki kwa kutumia iPhone 5, yani kwamba album zote ambazo zilikuwa zikitoka, kazi za kimuziki zingine ambazo alikuwa akishirikishwa na wasanii mbalimbali, zote alikuwa akirekodia simu. Nataka usikie kile ambacho kisema hapa, na ni kitu ambacho kimeweza kuwashangaza watu wengi sana, kutokana na quality ya kazi zote ambazo tulikuwa tunazipata, licha kwamba tulikuwa hatuko connected na msanii usika yapss n